Kuna mambo yatatokea ya Kenya, kuna yale yatatokea pia Tanzania, na kuna yale pia yatatokea Uganda, Burundi, Bujumbura, Rwanda, South Africa, Nigeria, Southern Sudan, Gambia, Namibia, Togo, Zimbabwe, eh, maeneo mengi. Kwa hiyo naendelea kuzungumza tena leo. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya mtazamaji wangu. Asante tena kwa sababu ya kipindi hiki ambacho umetupatia. Tunanyenyekea sana mfalme wako, Mungu, katika jina la Yesu Kristo. wanazawetaliya hai imidiwa sana, maana unaishi, jina lako litukuzwe. We bless your holy name. We humble before you. Tubariki mfalme leo kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Andika tu hapo amen. Amen. Andika tu hapo kwenye comment yako. Andika tu hapo kwenye comment yako amen! Kabisa tunapoendelea. Andika tu amen hapo kwenye comment tunapoendelea. Kwa sababu tumeomba ili kufungua kwa maombi kumkabidhi Mungu uh, ibada hii ya baraka kabisa. So I bless you, I bless you. Um, mwaka huu utakuwa mzuri kwako na kwangu. Tunatabiri hayo kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka huu utakuwa mzuri kwako na mzuri kwangu, kwa hiyo kwa naomba tupale kwenye comment, kama inawezekana, down there on the comment section andika tu Shalom 2026, andika tu Shalom 2026. Mm. Shalom 2026 yaani, kwa maana kwamba 2026 uwe mzuri kwangu, uwe mzuri kwangu 2026. Sikiliza e, 2026, maana miaka unaye masikio unaye masikio kabisa, uwe mzuri kwangu 2026 e, roho za balaa nazifunga, roho ya mikosi nazifunga. Roho, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Aa, mwaka huu kutashuhudiwa matukio mengi sana. Mwaka huu kutashuhudiwa matukio mengi sana. Matukio mengine ni ya kufurahisha na matukio mengine ni ya kusikitisha, maana ee, yatakuwa ya, ya, ya, ya, ya, yanatukia uh, jinsi ambavyo ya sisi wengi hatutafanya nini, hatuta, hatuta, hatu, mm, ndio. So kuna jinsi ambavyo nataka tuombe lakini nianze na kitu ambacho imetrend sana kwenye mtandao ya mtumishi wa Mungu mmoja aliyekuwa na krusade majuzi tu, na krusade yake imezua mjadala mno, imezua mjadala sana, na moja ya mijadala imezua kwenye mitandao ya kijamii uh, naongelelea kidogo kwa sababu inanihusu. Kuna namna fulani ambavyo inanihusu um, kuna kusaidia prophet of war ambaye ilifanyika, i think Menengai, i don't know ilikuwa ni wapi ilifanyika, but uh, baada ya kufanyika kuna E, mijadala sana imezuka katika mitandao ya kijamii na vita. Lakini mimi niseme tu kama nabii katika e, nchi hii ya Kenya, yote haya mnayoyaona na wote hawa mnaowaona e, ni maswala swala la mpito tu, mpito tu, swala la mpito tu. Na nilitabiri haya na nikawaambia kwamba Kenya kutakuwa na siasa mbaya, wanasiasa watafanya siasa mbaya both from opposition and from the the current government, siasa mbaya wote wote, siasa mbaya. Na ninavyozungumza sasa hivi nitakuwa nina, ninagawa prophetic advice. Nitakuwa ninagawa prophetic advice to our leaders. Kitu cha kwanza, Kenya haifai na haipaswi kugawanywa katika misingi ya kidini na haifai na haipaswi kuwa na vita vya kidini, kwa sababu kukiwa na vita vya kidini, kuna baadhi ya dini zitaumia. Mimi na wewe tunajua, tunajua vizuri sana na pia, mimi ni maombi yangu sana, tukae vile tumekuwa tukikaa, kwa amani, kwa upendo kwa busara, kila mtu ashike kazi yake, kila mtu ashike kazi yake e, kama ni owor au biri injili bila kumchokoza e, waziri wa afya adanduale na duale afanye kazi yake bila kumchokoza Sio tu oworu ila bila kuwachokoza Wakristo na bila kuwachokoza waubiri kwa sababu haifai. Yaani sisi sote tusichokozane, tusichokozane kwa sababu kilichotokea ni uchokozi, kilichotokea ni uchokozi. Labda hauelewi uchokozi namna gani Labda unaweza kukosa kuelewa eh, nabii anamaanisha uchokozi namna gani? Nasema kilichotokea ni uchokozi. Na kwanini nasema kilichotokea ni uchokozi tu? Kilichotokea ni, ni, ni uchokozi. Kilichotokea ni uchokozi pande zote, ni uchokozi pande zote. Kilichotokea ni uchokozi pande zote. Kwanini nasema hivyo? labda unaweza ukakosa kuelewa nabii anamaanishaje na anaposema kwamba kilichotokea ni uchokozi pande zote. Eh, kilichotokea ni uchokozi pande. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, na leo hii tunazungumzia masuala ya babu wenu ambaye E, juzi tu tuliona kwamba akitishiwa maisha yake na Robert Alai na leo hii tupo na mtumishi wa Mungu, mtumishi ambaye kwa jina anajulikana kama Yohana. Hebu atueleze kitu gani hiki babu wino, anapigiwa hapa right left and center. Karibu sana. Asante sana. E, nashukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii nyingine ambayo pia ametupa tuweze kuambia watu e, nini kinachoendelea katika Uh, siasa na ni msimamo upi ambao watu wanapokusimama kwa wakati huu, na Mungu anataka watu wani namna gani gani, siasa hizi zio ni namna gani? Sababu kila kitu ni cha Mungu, pia wanasiasa pale bila Mungu, eh, uongozi wao hawezi faulu vile tu kwamba wana wanasiasa wengi wameingia katika mambo ya uchawi na uganga, lakini jambo la kwanza sema kwamba Mungu asipojenga nyumba, ajengae anafanya kazi ya bure. So, kuna mambo ambayo yamekuwa akitokea kama juzi tunaangalia, uh, mtu anaitwa Babu Owino. Babu Owino juzi yamekuwa maisha yake, tumeona kwamba yakiwa katika hatari, na nataka kuambia kile kinachofanyika sasa hizi kinacho e, uh, ni nini kinachofanyika, wanaotaka kumaliza nani, mtu anaitwa Babu Owino, Is the Luos. The Luos ambao wako side ya government ambao wametumika na kulipwa kwamba waweze kumwangamiza mtu anayeitwa uh, Babu Owino. Kuna leo kijana anaitwa Robert Alai. Robert Alai eh, shida yake kubwa ni pesa. Robert Alai unajua kwamba kiwango chake saa hizi ni diwani. Unajua mshahara wa diwani, ni, ni mshahara wa diwani ni kama mshahara wa watchman tu, kama mtu wa kuchunga ng'ombe wa kulinda mlangoni. Na jambo la kwanza, huyu kijana akona shida ya pesa, na mtu ambaye ana shida ya pesa wengi anaweza fanya chochote apate pesa, na anaweza tafuta namna yote ya kupata utajiri, na iwapo ataahidiwa kibunda kikubwa anaweza fanya anything. So mambo anayefanya afanye kwa sababu anapenda, anafanya kwa sababu ya kwamba kuna pesa anazo lipo kufanya hii kitu kile, kile kitu ambacho anafanya, na mtu anayetoa Babu Owino na nitawambia wazi Babu Owino is the coming Luo king. Hapo mwandike chini. Najua kama sasa za watu wanaona kama zaona kama mimi nimechanganyikiwa, sielewi lakini